Kushinda uchaguzi si jambo kubwa sana. Kuitawala nchi ambayo imemeguka meguka kwa sababu ya makovu ya uchaguzi ndiyo jambo kubwa zaidi. Say again, kushinda uchaguzi ni jambo jepesi. It is easy, ni jambo gumu jepesi, lakini kuitawala nchi na kuiletea maendeleo iliyomeguka meguka kutokana na makovu na majeraha ya kiuchaguzi ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo sisi CC kama CCM tunaweza kuamua hivi, ah bwana, tuendelee, tutaendelea na tutashinda. Lakini hebu jaribu kuwaza, tangu siku unapoapishwa kuna watu wanaendelea kukupinga mpaka utakapomaliza miaka yako mitano. Naomba ujiulize hivyo, yaani kuna watu hawakuingia kwenye uchaguzi, hawakushiriki uchaguzi hawakutambui pengine, nasema hivyo, natoa mfano, hawakutambui pengine. Sasa wana, wanaanza kukupinga tangu siku unapoapishwa mpaka siku utakapotoka miaka mitano. Maendeleo yenyewe utayaletaji? Utapata crisis na international community na ndani ya nchi utapata matatizo, tutashindwa kwenda kwa kasi kwa maendeleo yetu kama tunavyotakiwa.